Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu tafadhali subscribe like share na comment. Most public tv. Sisi ni sisi. Kutoka kijiji kidogo cha S2 Nyarugusu kempu hadi kwenye ardhi ya fursa Marekani. Waliwahi kuwa miongoni mwetu, walitembea mitaa ya kambi kama sisi. Leo hii wamegeuka kuwa sauti ya matumaini. Mkono wa faraja na mfano wa upendo wa kweli kwa wenye mahitaji maalum. Bane bana, misi ayane. Hose amule mune omba watelecheven. Leo nakuletea kipindi maalum kinachoangazia juhudi za kina dada mashujaa: Dina mwenye kiti jasiri, Safi aliyejaa moyo wa huruma, Asia mwenye busara, Neema mwenye upendo, Johari mwenye roho ya dhahabu, Amida jasiri, Sophia Mwenge aliye na maono na Subira aliyejaa uvumilivu na upendo. Kipindi hiki ni shuhuda za kile kinachowezekana pale upendo unaposhinda umbali na moyo wa kusaidia hausauliwi na mipaka.

asante sana nakanyamanga mungu abariki venu namuzidi pata manga mwenu machi mm. wenge mwotoe muri nalembe a yesu twakanyamanga kabisaomachinanecovochiwa amisamlasi mamamwivi china rasmi mamwalimu nakiwa Fransua omwajira naitwa riziki shimita Tumeshukuru sana kwa zawadi hii mliotupatia. Mungu awabariki sana na azidi kwa ongezea pale kulitoka hivi avecha avaelele vanu bana umwingina uh... abo achi ose avalimutmia uumaloo mwane ombe azidi vamchunge navo navalinde familia yose nanwachinyivuchiwaia

Wapata ina ya? Napata basi sabuisa. Asante sana. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Maria. Umepata nini na nini? Sabuna, na, na basi Sa, waambie chochote watu ambao wamekuchangia hichi kidogo hapo. Nashukuru waliotuchangia hivi. Wazidi kuturumia sana. <laughs>

Mwakole, mwakole, mwakole. Jamani, tunashukuru sana kwa kitendo mlichotutendea sisi wasioziweza. Tunawashukuru sana. Yeye anasema hii jina ni mama siku zani, kwa jina ni Mariam Juma. Kwa hiyo tunawashukuru sana, tumepokea sabuni, tumepokea na basi, mbarikiwe sana, ndele mulindwe na baraka zenu zifurike maradufu ili siku nyingine tupate kupokea mwingine. Amina. Tata, nashukuru manga.

Nashukuru Mungu awabariki <laughs> kwa msaada wenu Mungu azidi kuwabariki amina <laughs> <laughs> mweneombe akanyiwe mangamanganose mweneombe akanyiwe vatuvaanamomanga utolinganya saa chose navikianga vyose namweneombe ambi emakala tamanguingira engotavwaila viniemumutu wa tata mwene ombe uatereche bano bana babe makara bikanga byose mwinge na china la mwami wetu Yesu Kristo turumuba onena alembe ine mugaka yole mutenda nashukuru manga amen. Na, amen. amen amen amen <todicum> Jambu, Jambo jambo, mko hayo huko Bulaya. Sisi tuko sawa huko. Nimeshanga kadadakea leese nashukuru sana kwa hii msaada ndio natupatia. Sikuwa nategemea kama nitapata hii msaada wenu na turu mbili hizi turu mbili tunapata hii msaada. Nashukuru sana kwa kunijali, nashukuru sana kwa kujali familia yangu. Napata sabuni mbili na, na base. Nashukuru sana, Mungu awabariki amen.

Tunashukuru sana kwa huduma ambayo mnatusaidia huko, tunashukuru sana kwa kweli. Mungu awabariki kazi zenyewe mnatumika huko, zifanyikishe na njia zozote zilizokuwa tembea nazo zifanyikishe. Asante sana, nashukuru. Asante sana, asante sana, asante sana, ubarikiwe sana, nashukuru. Mungu awabariki, abariki mfuko ambao umetoka hivi, abariki chochote watakachokishika huko waliko, wadhamini wetu. Asante, mbarikiwe sana. Yee! Jamani, tumeshukuru sana. Mungu awabariki kwa kazi ambayo mnafanya. Jamani, Mungu awazidishie, azidi kuwabariki na wasaidie, siku nyingine mtoe vitu kama hivi ambavyo mmetusaidia na walingwa wetu hao hapa. Jamani, tumeshukuru sana, mbarikiwe. Aa. nashukuru sana kwa msaada wenu. Mungu azidi kuwabariki na mzidi mzidi kuendelea na moyo kama huu. Tunashukuru sana. Barabana. Misi ayane. Hose amule mune omba watelechebeni. Mama hamu ande na na mandiko matakatifu Biblia ya tenda bino. Ole mosaidi ya mjane na yatima. Ale mokopesha mune ombe. Nikelele bine bimbo mune ombe. Ombe yoto lela maradufu. Mwakole manga yete na china la Yesu. Amena. ove watumi avino munaombe amwelele oomule oh nawateleche benyu amulende mwingina vwenyu vulamu nachenu familia chose hanamatu a chino mungu azidiongeza navavuimumutumi ela vamuunde vamuunde kabisa mungu asale mbale vave ba be barafiki venyu asande amanga uvarikiwe sana abe changi bo.

Asanti amanga misi aya mesede twashukuru labula obanda na msaado twapata tule narabi no tule wape nene nene ama mariziki binu ya tole tomopokela twafurai manga mungu amwelele na muzidi achwa chino ha ongeze echinge asanti twashukuru manga na shukuru manga ipata yinu ichubwa na saboni na, manga. Ipata ichubwa, na, na abechele, lobe, omi ambuyo yosile yomutumia o tata mungu aterechobe manga. Mungu, tunapata vungi eshi na aiti na avecangiuchanza Yesu amen. Haya jamani, tumeshukuru ndugu zetu wakina dada walijitolea kufanya msaada huu, walengwa majane, wa yatima, wazee. Mungu awajalie wa sana, awazidishie walivyotoka hivi, wazidishe kabisa maradufu. Mungu azidishe kabisa, muwe na moyo kama huu, namuzidishi na wengine wakiona hivi, wazidi kufanya hivi kama gisi mlivyojitolea. Asanteni sana.

walisema ase mie naiwea sa najiweza nini, niko na watoto hapa, sina bwana. Aya, ndo zile natukumbuka. Wanduga, mjambo, mi mwenye niko hapa, mi naita kwa jina la Kura Solange mpenda mm. Nilipenda nitoe pendekezo yangu na shukurani kwa misaada yenu ambayo mnaleta hapa kambini, lakini sa cha ajabu wamkumbuka wasingomaza wasingomaza wanakumaisha watoto wao wenyewe hawana wame kwa kuwasaidia, lakini ningewaomba jamani, uo mnawakumbuka nao angalau kwa maana haijapokuwa hata wajafikia kipindi cha, cha kuitwa mjani, lakini sigomaza yeye naye anateseka. Utakuta mtu anakumazisha watoto saba watoto nane, mkono, mkono mmoja hautoshi. Ndio hivyo wandugu zangu, unapeleka pendekezo na peleka shukrani sana, mpate kusikiliza maombi haya na mpate kuyatendea kazi. Asanteni Safiyo, Moz Public Tv. Hivi ndivyo ambavyo tu, watu wameweza kupata misaada yao, wazee wajane, yatima eh, lakini tume, tumemaliza maliza, lakini kabla hatujamaliza, nilitaka nimuulize ndugu yangu maswali mawili matatu ili kwamba kukamilisha hili swala uh, nilitaka kujua hii imekuwa ni mara ya, ya, ya tatu sasa. Ndio. Kuna mara ya kwanza ambao ulitolewa mimi sikuwepo, msaada. Mara ya pili nilikwenda pale kwa Neema, pia tukiwa na wewe. Mara ya tatu ndio hii hapa. Wanakuamini vipi wewe kuliko watu wengine wa kijiji hichi? Sawa, kwanza niseme, kwanza asante sana kwa ujio wako Ndio. kwa sababu bila wewe pia sidhani kama tungefaulu hili swala Okay, ndio. Tukija kwenye swala la uaminifu, mm. nafikiri kila mmoja ana mazingira yake ya kuishi kwenye jamii inayomzunguka. Ndio, ndio. Ya kwa hiyo unavyoishi jirani anaona, fulani anaona au mwenendo wake ukoje. Kwa hiyo inakuwa ni swala la kawaida na rahisi sana tu kujua mtu ni mwaminifu, lakini pia kwenye kazi ambayo tunaendelea kuzifanya hapa kijijini kwetu, nafikiri watu anaona. Kwa hiyo kifupi tu niseme ukweli, sidhani kama kuna mtu ambaye ana anaweza kuniwekea mashaka katika kutoa misaada au katika kutokunyamini, na ndio kwa maana wamejitolea wao, kwa sababu wote ni wametoka hapa kijijini, kwa hiyo tuliishi nao, wanajua mazingira yangu na mimi pia nimeuelewa. Kwa hiyo wana wanauhakika mzigo wao ukifika kwao na mzigo wao ukifika kwangu, basi hilo swala litafanyika vizuri sawa. Uh, tumalizie malizie neno la mwisho kwa watu ambao wanakutazama. Kuna wale ambao hawaamini katika haya mambo, wako Marekani, wapo Canada, Australia kwa muda mrefu sana na hawajai kufanya kitu kama hichi, lakini dada zetu wao wapo Marekani lakini wanafanya hivi vitu na wanakumbuka walipotoka. Wewe neno gani la mwisho la kumalizia kwa watu ambao wanautazama kuhusiana na hilo pia? kiukweli bado tunaendelea kujivunia wao. Tunawashukuru sana kwa msaada wao ambao wanazidi kuutoa. Nafikiri Mungu halali na anaona wanachokitenda, bila shaka Mungu atawalipa katika hili. Lakini pia kwa wale ambao hawajabahatika kufanya jambo kama na ile labda, tu ningewaomba na kuwashauri kwamba wajisikie kufanya kitu kama na hichi. Mm. Hii pia ni hazina ambayo anajiwekea. Okay. Kwa sababu tunajisahau sana. Ya, ndio mtu unaweza kujaliwa kipato na Mwenyezi Mungu, lakini ukawa watu wengine wanafaiki mm. kwenye kipato mm. hicho. Lakini ninachokijua mimi, kitabu changu cha imani, Biblia inaniambia kwamba ukimsaidia mtu, basi ujue huo msaada ujaenda bure mm. na ipo siku tu Mungu atakulipa katika mema ambayo utakome umeyatenda, hivyo basi ningewashauri sana na kuwasihi, wanajua mazingira tunayoishi huko kambini, na sio kambini tu, hata sehemu zingine pia wanaweza wakatoa msaada, hivyo wajisikie kufanya kama wanavyofanya dada zetu hawa wa ambao watakuja kuwaona wa hivi karibuni kwenye, kwenye TV. Asante. Asante pia kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment.